Tumezoea kuwaona kobe wenye umri mkubwa kutoka visiwani Zanzibar, visiwa vya shelisheli na Komoro, ambao wengi wao sio tu wamekuwa na umri mkubwa ila pia wamekuwa na uzito mkubwa. Katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kuna aina mbalimbali za kobe, ingawa wengi wao ni wenye umbo dogo, ambao tunaweza kukutana nao sehemu mbalimbali za hifadhi, lakini hata kwenye makazi yetu. Nchini Tanzania kuna kobe mwenye umbo kubwa, na sio tu umbo, hata umri wake pia ni mkubwa. Huyu ndiye Toni. Toni ni kobe mkubwa sana wa jinsia ya kiume anayepatikana katika makumbusho ya elimu viumbe hai jijini Arusha. Huyu kobe tuliyenaye mbele yenu hapa anafahamika kwa jina la Tom, lakini jina lake ambalo unaweza kulinafahamika pahala popote duniani wanafahamika kama Giant Aldabra Tortoise. Kobe hawa makazi yao ya asili ni katika nchi ya Seychelles, lakini pia katika visiwa vya Galapagos vilivyoko katika bara la Amerika ya Kusini. Kiasili, kobe huyu tunayemwona hapa mbele yetu, yeye alitokea Australia miaka ya 1920 akiletwa kipindi cha ukoloni na Wajerumani katika kipindi hicho alichokuja, alikuja yeye pamoja na wenzake wengine watatu, lakini mpaka kufika miaka ya elfu mbili ni takribani kobe wawili pekee ndo ambao wanajulikana mahali walipo, akiwa mmojawapo ni huyu, lakini pamoja na mwingine ambaye anapatikana katika shule ile ya Arusha School. Kobe huyu toka kufika kwake tumekuwa tukimkadiria kwa sasa kuwa na umri wa zaidi ya miaka mia moja na sitini na uzito wake ni takribani kilo mia mbili. Toka kuwapo kwake amekuwa akitunzwa katika mashamba ya kufugia wanyama almaarufu kama zoo katika mkoa wa Kilimanjaro na baadaye mwaka 2022 ndio aliletwa hapa makumbusho ya elimviumbe. Akiwa hapa katika makumbusho ya elimviumbe, kobe huyu ana ratiba ya chakula ambapo kwa siku anakula mara mbili asubuhi pamoja na jioni. Anapokuwa anakula asubuhi anapewa kilo tatu na jioni anapewa kilo zisizopungua mbili. Hivyo mlo wake kwa siku unakamilika kwa kilo tano kwa siku nzima. Tom huwa mara kadhaa anaweza akapata changamoto za kiafya na hivyo ana daktari ambaye huwa anakuja kwa ajili ya kumfanyia vipimo na pindi baada ya vipimo vinavyofanyika ama atakuwa na tatizo lolote huwa anapewa dawa. Na hasa magonjwa ambayo mara nyingi yanamsumbua ni yanayohusiana na bakteria, ambapo huwa anapewa hizo dawa, lakini pia minyoo napewa dawa pewa dawa huwa anarudi katika hali yake ya kawaida. Kwenye upande wa chakula, Tom anapendelea zaidi kula vyakula kutokana na rangi <coughs> pamoja na harufu, na hivyo amekuwa mpenzi zaidi wa vyakula jamii ya ndizi, matikiti, matango, nyanya pamoja na mchanganyiko wa vyakula vingine vyenye ukijani kama majani ya matembele majani ya michicha na cabbage. Na kwa mtindo huo, manake, yeye kwenye rangi anazozipenda sana ni rangi za njano, lakini inafuatiwa na rangi nyekundu na baadaye ndo rangi ya kijani. Lakini pia amekuwa akireact kwenye rangi nyeusi. Huwa na tabia ya kufuata mtu ambaye anakuwa na rangi nyeusi kiwalisia, rangi nyeusi kwake si rangi ambayo inamvutia, ni rangi ambayo huwa inamchukiza. Lakini kumekuwa kuna tabia ya tofauti kidogo kwa kobe huyu, kwa maana kwamba, yeye rangi nyeusi pindi anapoiona humfuata yule mtu mwenye hiyo rangi nyeusi popote pale atakapokwenda. Na kwa upande mwingine pia, kwa namna tulivyokaa naye, rangi nyeusi kwake imekuwa pia ikiwa ni kama rangi inayochochea hisia zake, maana pindi anapokuwa anasogelea rangi nyeusi, ndipo ambapo pia amekuwa akionyesha viashiria vya yeye kuwa katika kitu ambacho tunasema ni hit, au kutaka kuwa kwenye kutaka kufanya lile tendo la kujamiana hivyo imekuwa katika mazingira hayo namna ambavyo rangi nyeusi kwake inakuwa inaonyesha utofauti na kobe wengine ambao rangi nyeusi kwao huwa inawachukiza. Kama ilivyo kwa wanyama wengine ambao wanapendwa kufugwa na binadamu kobe Tom pia amekuwa aki pendwa zaidi na wageni mbalimbali mbali, kutokana na tabia yake ya kuchangamana na wageni hao pindi wanapokuwa wakifika katika makumbusho yetu aliyomzumbia kutembelea. Huwa ni rafiki, unaweza mkakaa naye, unaweza ukawa naye vizuri tu. Na pengine huwa sisi tunasema unaweza ukapiga naye story. Kutokana na umri wake kuwa ni mkubwa, pengine kimani watu huwa wanaamini kuna mambo ambayo anaweza kidogo akadokeza kuhusiana na miaka hiyo ya nyuma ilio, ilio, iliyopita. Hivyo kobe huyu ni rafiki kwa wageni mbalimbali lakini pia baadhi ya jamii za watu wa nje wamekuwa wakimpenda na wakiamini zaidi kutokana na umri ambao anaweza kuishi, kwani anaweza kaishi mpaka miaka zaidi ya miambili na hamsini. Hivyo watu wamekuwa kiamini namna ya umri wake mrefu ulivyo, pindi unapokaa naye kuzungumza naye kumpa ile kea vizuri, pengine hata wewe pia unapata baraka. Ni fursa nzuri kwa wageni mbalimbali mbali, kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania kufika katika makumbusho ya elimu viumbe iliyopo Arusha, kujionea maajabu ya kobe huyu lakini pia kujifunza historia yake. Wageni wengi wa ndani na nje ya nchi kwa wingi wao huja kumshuhudia Toni kwa umahiri wake na kuwa na upendo na watu ambao huja kumtizama na kumsabahi katika makumbusho haya ya elimu viumbe hai. Sio tu Toni, pia kuna aina ya tai ambaye naye huwa karibu na Toni. Tai huyu wa aina yake naye pia ya amekuwa hapa kwa zaidi ya miaka kumi na tano na hii baada ya kuokotwa wakiwa wameumia, na ndipo makumbusho haya ya elimu viumbe hai waliamua kumtunza na kumuweka hapa. Tai huyu amekuwepo hapa toka mwaka elfu mbili na saba ambapo ni matokeo ya yeye kuwa ametoka katika moja ya hifadhi kuletwa hapa, ambapo kwani kwa namna moja au nyingine eneo hili pia huwa linatumika kama rescue center, kituo ambacho unaweza kutunza wale wanyama ambao wanakuwa katika hatari weza ya kupotea ama wameokolewa kutokana na janga. Tai huyu alipata tatizo la bawa moja kuvunjika wakati akiwa katika pori, ndipo ambapo alichukuliwa kutoka katika hilo pori na kuletwa hapa makumbusho kwa ajili ya kuendelea kuhifadhiwa. Hivyo amekuwa kivutio kikubwa kwa wageni mbalimbali wanaofika katika makumbusho yetu wanapopata mwanya wa kuweza kutembelea hapa. Tai huyu kwa sasa anakadiriwa kuwa na umri usiopungua miaka kumi na minane, kwani toka mwaka elfu mbili na saba ambapo alikuja alikuwa tayari ni mkubwa. Kwa hiyo tunahesabu kutoka hapo mpaka sasa, utaona kwamba umri wake haupungui chini ya miaka hiyo kumi na nane na zaidi. Katika maisha yake ya kila siku, analishwa zaidi nyama, na nyama anayokula ni ile nyama isiyokuwa na mifupa, na kwa siku ana uwezo wa kula mpaka kilo mbili za nyama ambapo nyama hii inakuwa ni sema ni mnyama ile ambayo inakuwa is, haina mifupa wanaita yenyewe steak, kondo ambayo anakuwa anapewa, lakini pia ana uwezo wa kula viumbe vingine vidogo kama panya na ndege ambao mara kadhaa ambapo wanakatiza katika banda lilopo huwa anakamata na kula, na wakati mwingine wale panya ambao tunakuwa nao hapa tunampatia na yeye huwa anatumia kama chakula chake. Mtu anayekwenda kumpa kile chakula tayari ameshajijengea tabia ya kukariri kwamba ni muda huu, anapoona mtu anasogea karibu ya ile eneo lake na sahani ile ya chakula, naye huwa anasogea kwenye eneo ambalo huwa anawekewa kile chakula. Tai huyu pia ni dume dume, na hivyo amekuwa hapa, yuko mwenyewe, hana mwenzie ambaye anaishi naye, na kwa kifupi ataendelea kukaa hivi labda mpaka pengine ambapo tutapata ruhusa kutoka kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii, pengine ya kutuongezea jiki ambayo anaweza wakawa naye. Sifa ambazo wanazo ikiwa ni pamoja na uwezo wa yeye kuzungusha shingo yake nyuzi mia tatu na sitini, lakini sifa nyingine alionayo ni uwezo wa kuruka. Lakini pia anao uwezo mzuri wa kutazama mbali, maana kwamba toka eneo alilopo anaweza akatazama mpaka kilomita mbili na zaidi kutoka eneo alilopo. Kwa hiyo kwa sifa hizi, wageni wengi wamekuwa wakivutiwa pindi wanapofika kumwona. Lakini pia kwa mazingira haya yaliyopo, tayari ameshakuwa na utamaduni wa yeye kukaa na watu mbalimbali, hivyo hana wasiwasi tena, na wanapokuwa na changanyikana na watu, watu wanaokuja kumuona amekuwa mchangamfu na amekuwa akijitokeza mara nyingi watu pindi wanapo, wanapokuja kumuona anakuwa anatoa ushirikiano au anakuwa anafanya interaction nzuri na wageni. Ikumbukwe, maisha haya ya kobe huyu aliyepewa jina la Toni katika makumbusho haya yamekuwa na mchanganyiko mzuri sana na tai huyu, au kwa lugha ya kigeni tunamwita igo, japo kila mmoja hula aina tofauti tofauti tofauti ya vyakula, lakini huishi katika makumbusho haya na makazi yao ni sehemu moja.